Morogoro ni taifa ni mkoa wa kimkakati. Hapo moja eh, kwenye upande wa uzalishaji wa kiuchumi. Najua sisi wote kwa kwamba sekta inayochangia kwa maendeleo ya mtu mmoja mmoja in mass kwa Tanzania wote ni sekta hii. Na Morogoro ni sekta kimkakati ya maendeleo ya kilimo. Na tumekuwa heshima hiyo na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi Morogoro tuna mpango wa kuendelea. NSSF ni sehemu kubwa ya malengo yetu ya Mkoa wa Morogoro. NSSF na wajibu mkubwa sana kwa jamii ya Watanzania kuliko wenyewe ba, ya kwamba najua kwamba miaka 8 ngapi ilipita NSSF inaanza kutetereka kidogo lakini sasa hivi mko vizuri sana na, <laughs> na na na msimamizi wenu wa taasisi yenu, manake ni kwamba mmeogelea kwenye yale mabadiliko na mazingira mapya ya kazi, <laughs> kazi, kazi ya chara, yalikuwepo, na biashara ambayo na much naodi, manake ni kwamba mmekweka mmeingia ndani yale maji of course waters, lazima mwanze na hali hiyo, lakini sasa hivi My understanding na kwa kusoma hizo figures na kila kitu ni kwamba you are doing so much better. Na mko vizuri sana na mimi nina kwanza, ninafahari kubwa ya kuyasema hapa haya kwenu, lakini pia ninafahari kubwa kuhusu ushiriki wenu katika mchango na maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya Morogoro, na shukrani sana. Nikizungumzia Morogoro, Morogoro ni mkoa wa kimkakati sekta kuu ya kilimo, uwekezaji, sekta ya utalii. Katika mambo yote haya, NSSF mna mkono wanoyorekan namna moja au nyingine, mna mkono wenu atikami haya mambo yote makubwa ya Morogoro na yinim, na ndio maana nikasema eh, nimekuja kuwapongeza na kuwafadhilia sana.

na nyinyi ende sasa kwenye haya mambo yetu ya pension, haya mambo ya ubunifu na ufukutu mlishaanza miaka mingi sana, na ndio maana haya nayasema kwenu nikijua kwamba nyinyi ndio owners wa innovation science and technology kwenye fani ya pension scheme za Tanzania. <laughs> na kuombea nendeleni, kwanza kuangalia wale kuu na mwanzia hapa Morogoro, kwa sababu serikali ya mkoa wa Morogoro inataka kuingia ubia na nyinyi. Twende tukawaelekeze hawa. Jamani, hivi nyinyi kama pesa yenu mkishavuna mnapeleka wapi? We mkulima, are you part of a pension scheme? Fine, unapeleka benki, you have a saving, you have a what, but then what? Ile garantee yako unaopata kwenye pension scheme ya kwamba nguvu zako za uzalishaji zitaanza kupungua, you will need a certain level of flow of income inayokuja na meegera i naye amekuja kukupongezea kukuongereza kuhusu jambo hilo. Na wau nataka wale wakulima, namba mbili, nataka hawa wanaojiajiri nama wenyewe, namba tatu, nataka mwanze kumuona mama ntirie nani nani, bodaboda boda. kama watu ambao they are pensioner. Leo tutalazimisha eh, au tutaitisha wiki hii ya huduma kwa wateja. Mkurugenzi wa uendeshaji ametoa maelezo mazuri hapa. Sasa nisisitiza kwamba wakati wiki inakwisha, swala la huduma huduma bora kwa wateja ni endelevu. Kwa hiyo ni lazima watuishi wenzangu, tukikomiti katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza na kuboresha, kwa kweli swala la huduma kwa wateja. Huwa nawaambia wenzangu mshaa kwamba katika mazuri yote ambayo tunaweza kuyafanya, sawa, yatakuza fuko, yatafanya e, tuboreshe mambo yetu mengi ofisi na mengine, lakini kama hatujaweza kutoa huduma nzuri kwa wateja bado brand ya NSSF ile itakuwa na doa. Kwa hivyo jambo muhimu sana, na ndio maana e, moja ya vipaumbele vyetu vya kimkakati kabisa ni kuhakikisha kwamba tunadumisha kwa kweli e, huduma bora kwa wateja. E, kampeni hizi za Star kwa mchezo ambao mkurugenzi anazoelezea hizi zinalenga zina, zina kuhamasisha uchangiaji wa wale waliojiajiri katika mpango ule wa hifadhi eh. Sasa ni jambo zito hili. Ikumbuke kwamba uchangiaji kwa waliojiajiri unahusisha wanachama wengi, unawahusisha watanzania wengi ukilinganisha na sisi tulioajiriwa Ya. Sasa tunahamasisha wale watu wajiunge, kwa sababu ni jambo ambalo litatimiza e, azma ya serikali ya kupunguza umaskini kwa watanzania wote, huwa na maisha bora kwa watanzania wote, kwa sababu hawa ndio walio wengi huko okay. nyuma e, juhudi za kuwafikia hawa zilikuwepo, lakini sio kwa kiwango ambacho sasa ziko, tume design, tume redesign ule mpango e, ili mafao ambayo yanatoka katika mpango ule jao ni sawa kabisa na haya ambayo yanatolewa kwa upande wa walioajiriwa kabali ya mfuko hii ambayo tunataja sasa ni trilioni 99 itaongezeka kwa ajabu sana, na tutakuwa tumeandika history e, na haswa kwa uongozi wa nchi na yote haya kwa kweli ni sifa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye e, e, ni katika mambo ambayo amekuwa akisisitiza si, sana hivi na kuwafikia wananchi wote ni hifadhi ya jamii kwa, kwa nia hiyo ya kuboresha maisha yao yeah. Tuna hakika wananchi wakilielewa hili vizuri, wala hatuta wafuata kwa nguvu sana, wao ndio watafuata kwa sababu inawapa hakika ya maisha yao wanapokuwa wanafanya kazi, lakini pia hata baada ya kazi. Kwa majina naitwa Grace Johnson Nani, mimi ni mnufaika wa fao wa uzazi, na cha kwanza, napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa uongozi wote wa NSSF kwa hatua ambayo wamefikia na kwa support kubwa ambao wamekuwa wakifanya ajili yetu sisi wanachama. Lakini pia napenda kuwapongeza kwa huduma bora sana ambazo tumekuwa tukizipata sisi kama wanachama kipindi chote ambacho tumekuwa tukifuatilia mafao yetu na mpaka tulipopata. Kwanza nashukuru sana kwa sababu mafao yangu mimi niliyapata kwa wakati sahihi na wakati mwafaka, na ukweli nilikuwa na uhitaji naye, na nilisaidia sana kwenye mambo kadha wa kadha, sana sana, na hususan kwenye kujikimu mimi pamoja na mtoto ambaye alizaliwa. Lakini pia kupitia fao hili la uzazi, niliweza pia kumfungulia mtoto wa kaunti na kumwekea akiba, na bila NSSF ili nisingeweza kulifanya kwa wakati.